Ndugu ni kusalimu kwa jina la Yesu. Tena leo nilikuwa najiuliza swali hivi, Yesu aliposema mtateswa kwa ajili ya jina langu, alikuwa alimaanisha nini? Mtateswa kwa ajili ya jina langu, wengine watafungwa magerezani? Au aliposema kwamba waishio maisha ya utaua wataudhiwa, katika hilo Timotheo alikuwa anamaanisha nini? Kwa sababu watu wengi humu mjiani wananitaja jina la Yesu, wanalitaja jina la Yesu wengi, lakini lakini huu um mstari ya waingia wateswi mm? Wana, wa, kwa nini kwa nini watu wana wanalitaja jina la Yesu wengine, wa, wa, wa, wapo barabarani wengine wanalitumia vyovyote wanavyotaka watu wengi sana, lakini wanaoteswa ni wachache mno. Kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini? Hili swali najiuliza kama alivyoandikwa hapa katika Ufunuo mbili mstari wa kumi Ufunuo mbili mstari wa kumi Ufunuo sura ya pili mstari wa kumi hapa Ufunuo sura ya pili mstari wa kumi Ufunuo sura ya pili mstari wa kumi imeandikwa kusema, usiogope mambo yatakayokupata, tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi. Uwe mwaminifu atakufa, nami nitakupa taji ya uzima. Kwa nini aliandika hivi? Watu wanatangaza jina la Yesu sehemu nyingi, na maana wengine watakuwa wamtangazi Yesu kabisa mwenyewe, kwa sababu jina la Yesu labda inawezekana sio sio sio sio sio kusema kwa jina la Yesu, barikiwa Yesu anakupenda, sio kusema hivyo tu. Inawezekana jina la Yesu ni maisha, ni maisha, inawezekana kabisa ni maisha, sio kusema tu kwa jina la Yesu. Maana watu wengi wanasema jina la Yesu, lakini pia ukisoma Luka 21 mstari ule wa 12, hapa tulisikie neno hapa linavyosema. Luka 21 mstari wa 12, ili jina la Yesu hili alilosema, mtateswa kwa ajili ya jina langu, mtateswa kwa ajili ya jina langu ni lipi ni lipi hilo jina? Mtateswa kwa ajili ya jina langu. Luka 21 mstari ule wa 12 hapa anasema, lakini kabla ya hayo yote hajatokea, watawakamata na kuwaudhi, watawakamata na kuwaudhi, watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani, mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu, kwa ajili ya jina langu lipi mimi nionavyo, inawezekana jina la Yesu sio jina la Yesu ili tu kutaja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ah -ah. kwa jina la Yesu, Mungu nakuponye, Mungu anakupenda, umebarikiwa, umeokoka, utaongezewa, Mungu anakupenda, anaitazama shida yako. Hapana, hilo siyo jina la Yesu. Jina la Yesu ni matendo unayotakiwa kuishi, kwa sababu unatakiwa mtu wa Mungu ambaye ni nuru ya ulimwengu, unatakiwa uishi kwa kuukataa, kwa kukataa ubaya, kwa kuukataa ubaya, kwa kutenda mema. Kwa hiyo jina la Yesu inawezekana ni mema, ni kuishi kwa kuukemea wema, kwa kukataza ubaya, kwa kukataza, kwa, kwa kukemea na kwa kuishi wewe maisha yako yawe ya wema, kukataza uuwaji, kukataza utekaji, kukataza u, u, u, ufisadi kukataza watu kuoneana, huo ndo Yesu, hilo ndo jina la Yesu, mimi naona yonavyo, kwa sababu jina la Yesu ukiwa unalitaja tu watu hawawezi kuwa na shida na wewe, sababu una madhara, ila ukigusa maisha ya watu, kaanza kufuatilia maisha ya watu, kuona wanaokosea na kuwakosoa, hilo ndo jina la Yesu nadhani, ambalo alisema kwamba mtauawa kwa ajili ya jina langu, mtaudhiwa kwa ajili ya jina langu, wapendao kuishi maisha ya utauwa wataudhiwa na mtateswa na kufungwa kwa ajili ya jina langu. Nadhani ni maisha ambayo utayaishi ukiona wabaya unawakemea, ukiona wabaya unawakataza, automatically au wabaya watakufuata watataka waku, wakufunge, watataka wakuue, watakutengenezea makesi utafungwa magerezani. Kwa hiyo kuishi maisha ndani ya Yesu au kulitum, kulitetea jina la Yesu ni kukataza ubaya, kuona mtu anatenda ubaya ukamkataza kwa upole na kwa uvumilivu. Aiza, kuna mawili atabadilika au ata, ata, atadili na wewe unayemkataza. Kwa hiyo aliposema mtafungwa kwa ajili ya jina langu, mtateswa kwa ajili ya jina langu, nadhani alimaanisha maisha hayo. Mungu akubariki sana. Neema ya Kristo ikiwa pamoja nani. Masikio, kusikia, na asikia amen.